Gona TV achatukujuze hili ni gari maalumu la kubebea maiti. Leo Gona TV tulifunga safari mpaka Bombo na kuweza kukutana na mkurugenzi Mr. Albert. Kama unaweza kuona gari hili ni gari la special la kubebea maiti. Mr. Albert alitujuza mawili matatu kuhusiana na huduma zake anazotoa. Hawa ni Milele Funeral Services, wapo mkoani Tanga. Karibuni sana unatazama Gona TV na leo tupo mitaa ya Bombo tumekutana na ndugu yetu kwa majina tu nani? Naitwa Habat Mushi. Tumekutana na ndugu yetu Habat Mushi ambaye anajishughulisha na, na masuala ya mambo ya funeral, mambo ya misiba yeye, yeah, anakava msiba wote ule msiba wako na vitu kadha wa kadha. Uh, Mr. Habat Mushi. Ndiyo ndiyo. Hizi huduma za kuwa kufadhili misiba, yaani huduma za misiba tumezoa kuona nchi za Ulaya South Africa huko, kwa Afrika huko. Tanzania ni huduma adimu, wai iliwazwa au idea ulipata wapi hadi kuja kuanzisha kitu kama hiki? Uh, wakati nafikiria kuanzisha biashara nilikuwa nimefikiria idea <coughs> nyingi, ndio eh, lakini baadaye uh, nilifikiri tu, nadhani ilikuja tu kichwani baada ya kuona watu wanapata tabu kidogo kupata huduma hizi kama gari mashine hizi okay, za kushushia kaburini na huduma zingine za mazishi kama maua na nini, hasa kwa mkoa wetu. Kuna baadhi ya mikoa kidogo kama Kilimanjaro na Arusha, wao kidogo ndio walianza anza okay, na Dar es Salaam. Okay. Eh. Okay. Kwa hiyo wakati ninafikiria nilifikiria biashara nyingi kama kuuza nyama na nini na nini ndio, na vinywaji ndio, eh, lakini baadaye nikaona nifanye hii biashara, ni biashara ngeni. Na kwa nini um, nimechagua Tanga? Kitu gani kilichokupelekea wewe usifanye mkoa kama Dar es salaam? Nachoamini ona, tuje kuanzisha hapa japo ni jambo jipya na, Ndiyo. wengi wana hawalifahamu sana lakini, tu, tuje kuanzisha hapa ah. Je, wamekupokea vipi Tanga? wamekupokea vipi baada ya kuanzisha biashara hii Tanga? toka tunaanza mwaka jana tulipokelewa vizuri kusema ukweli tulivyokuja hatukukaa sana. Ndio. tulianza kupata kazi Ndiyo. Eh, na watu walianza kufahamu, kufahamu, na kuna saa wanatafuta unakuta labda kuna wakati hatukuwa na ofisi lakini Deo. wakawa wanajua Tanga kuna gari, Tanga kuna mashine na nini, kwa hiyo wakawa sao. wanafanya wanatafuta mawasiliano hasa na kule kwenye misiba ambapo walikuta tunafanya kazi Deo. kwa hiyo tukawa wanatupata kwa namna hiyo lakini kwa mtu lakini. Okay, asante. kwa, kwa mtazamaji ambaye anatazamaga Gonna TV angependa kujua mpaka sasa hivi kampuni yako ina inatoa huduma kiasi gani katika masuala ya msiba? Ni huduma zipi ambazo wewe unazitoa katika masuala ya msiba? Sisi si, tunatoa huduma za kwanza, ni kubeba maiti kusafirisha maiti. maiti kwa hapa hapa Tanga na mikoa tofauti kwa tofauti, tofauti. Hilo eh, ni la kwanza lakini la pili, tuna ile mashine ya kushushia maiti kaburini ndio tunayo, pia masanduku ya kisasa kabisa, lakini pia tuna ki, ile kitoroli kina oh, Okay, ndio. Na mashada na maua pia huwa tunatoa, kama mtu anahitaji mashada ya maua hai, sio natural maua huwa tunatoa. Ushapata safari zote za kwenda mikoani, labda mbali Mtanga. kwa hiyo huyu ndo Mr. Albert, na mpaka sasa hivi unahudumia kwa ukubwa kiasi gani? Mtanga peke yake au kuna baadhi sehemu una matawi pia, au Mtanga peke yake ndo umeanzisha kwanza Ah, kwa sasa tuko Tanga. Tuko Tanga. na Korogwe. Ndio. pia tuna ofisi kule. Na Korogwe tuna ofisi kule Korogwe. Ndio. Na hapa kampuni yetu inaitwa Milele Funeral Services. Milele Funeral Services. Kwa hiyo ndio tuna ofisi, Hapa Tanga mjini na pale Korogwe. Ndio yes. Tulipoanzia kwa sasa. Sasa. Asante yeah. Hongera sana. Nashukuru sana. Aa, kwa usubutu. Asante sana. Na watu wachana wa ambao wanaweza kusubutu. Nashukuru na sana. Na je, unawashauri nini hao ambao wanakutazama kupitia Gonna Gonna TV asa hivi. Je, una chochote kwa watu ambao wanakutazama kuhusiana na biashara yako ambayo unaifanya kwa sasa, cha kuambia? um, tupende kusema tu, labda kwamba, uh, kama wakiwa wanahitaji huduma hizi za mazishi ndio wasisite kuwasiliana na sisi ndio. Waje barabara hii, kama unaenda bombo hapa ndio, karibu na matatu yote hapa, watatupata huduma. mawasiliano yako? mawasiliano yangu ni namba wanaweza kupiga namba ya bado saba tano, lakini ofisi yetu inaonekana, hamsini na nane mia tatu hamsini, wataona wataona gari pale, wata, wata, na mitandao ya kijamii pia, Instagram Facebook, upo huko kama unataka kuona. Nilikuwa na ndugu yangu Albert, na yeye ndio sehemu ambayo sasa tuelekeze kidogo hapa. Maiti inaingizwa ndani au maiti inakuwa juu? Uh, maiti hapa inawekwa hapa juu. Maiti inakuwa juu hapa eh, maiti kama iko kwenye sanduku. Kwenye sanduku. Inawekwa juu lakini An... kama iko kwenye machela kama wale Waislamu. Kuna maiti eh za ndugu zetu kama Waislamu na wengine, kuna kimachela tu nacho. Okay. Kwa hiyo huwa una unaingiza huko chini, tunatoa hivi vitu, kipo kimachela chao. Mtazamaji, gharama zenu zinaanzia kiasi gani na msiba wake hapo patanga? Gharama zetu kwa gharama zetu zinategemea na, na, na, na, na, na, na, na vituo okay. Umbali okay. na masaa kwa hiyo okay. Akija mteja siogope okay. tutazungumza, inategemea unatoka hospitalini unaenda nyumbani, kanisani okay. kaburini okay. Hiyo kwa kwa kwa inategemea hata kama ni huko mkoani okay. Kuna wengine wakienda wakifika, tunashinda kesho yake ndo tunazika. Kwa hiyo inategemea na umbali, na umbali na muda na, na, na, na vituo pia kwa hiyo Uh, bei ni swala la kuja tutazungumza, okay. Lakini mambo ambayo yanawezekana. Shukrani sana Mr Albert. Bwana, nilikuwa na Mr Albert mkurugenzi mtendaji wa Milele Funeral Services hapa mkoani Tanga, ametujizwa mawili matatu, lakini kuna vitu kujifunza kutoka kwake na vitu kwa kadha kadha. Kwa mengi zaidi uweza kupigia simu Mr Albert namba yake ni sifuri saba tano sita mia tatu hamsini na nane mia saba tisini Popote ulipo utapiga simu utapata huduma zao. Hawa wanaitwa Milele Funeral Service, Milele Funeral Service. Asante sana sana, hii ni Gonna TV. Usisau kulike usea na kusubscribe Gonna TV online, asante sana, ah... asante sana. Asante. Asante.